Zipo kuwaokoa watu ili wasife, au sio? Kwa hivyo serikali yetu itahakikisha mambo kama hayo tunayamaliza, sawa sawa. Tutahakikisha hospitali kuna vifaa, vifaa vyote muhimu kwa madaktari wetu. Madaktari watapewa ujuzi zaidi, manasi watapewa ujuzi zaidi na hata ikibidi tutaajiri watu kutoka nje waje wasaidiane nao, ili mpate huduma nzuri za afya. Sawa sawa, ili mpate nini? Huduma nzuri za afya. Waheshimiwa, nasema haya mbio mbio leo eh, lakini katika hii mikutano ya kampeni ambayo inafuata, nitakuwa nikifafanua sekta baada ya sekta, sawa sawa, kwa undani kabisa. Leo natoa ile general picture tu, picha ya jumla natoa leo, lakini katika mikutano ya kampeni ndio mikutano ambao tutafafanua kwa undani zaidi kila sekta, sawa sawa. Sasa katika nchi yetu kuna makundi kina, kina mama Akinamama, tunasema nyinyi ni kundi muhimu sana, na katika ulimwengu wa sasa wanawake wanatakiwa angalau wawe asilimia 30 katika vikao vya maamuzi, katika nafasi muhimu serikalini, angalau asilimia 30, lakini lengo ni kufika asilimia 50 kwa 50. Kwa sababu wanawake katika nchi yoyote ni asilimia 51, sawa? Ni wengi zaidi kuliko sisi. Sasa ili kufika huko, tutatoa mkazo maalum kwa elimu ya wanawake. sawa sawa. Tutawasomesha wanawake, tutawapa upendeleo maalum wanawake, ili waweze kufikia zile sifa zinazotakiwa mtu kukamata wadhifa fulani. Tutahakikisha kwamba wanapata mafunzo ya sayansi, teknolojia, wanapata mafunzo ya ufundi, wanapata mafunzo ya teknohoma ili nao waweze kutoa mchango wao moja kwa moja kwenye nini? Kwenye uendelezaji wa taifa letu. Lakini zaidi kuna kinamama ambao wanafanya shughuli mbali mbalimbali za biashara, tutajaribu kuanzisha vituo vya ushauri wa kinamama hawa, tutawasaidia kuwapatia mitaji, tutawasaidia kuwafunza jinsi ya kuzalisha e, viwango vinavyotakiwa vya bidhaa mbalimbali, kuvipeki vizuri, na vile vile kusaidiana nao kutafuta masoko. Sawa sawa, na kuwapa uwezo wa kuendesha biashara zao, wawe angalau na ABC ya bookkeeping, wajue kwamba wanaingiza hichi, kinatoka hichi, isio nafanywa kwa bahati nasibu. Vijana, shasema jukumu kubwa ni kuwatafutieni ajira, sawa sawa, ndio jukumu langu kubwa, kuwatafutie nini ajira. Lakini vile vile kuhakikisha mnapata elimu, sawa sawa, elimu nzuri, sawa sawa, ili muweze kuajirika. Ili muweze kuajirika ni lazima mpate elimu nini nzuri. Lakini zaidi ya hapo vijana watu ni watu wanaopenda michezo au sio? Mnapenda michezo vijana. Kwa hivyo serikali yangu itaendeleza michezo yote, itaendeleza michezo yote. Tutatafuta washirika wenzetu, kwa mfano tujenge kiwanja cha kisasa cha michezo ya ndani. Sawa sawa, tutatafuta washirika wenzetu ili tuhakikishe angalau kila mkoa kuna kiwanja stadium nzuri kama ya Gombani. Sawa sawa, tutahakikisha kwamba vyama vya michezo tunavisaidia kujiunga na mashirikisho ya kimataifa ya vyama hivyo. Sawa sawa. Kama ni FIFA tunakuwa juu chini, ZFA ijiunge na FIFA. Sawa sawa. Kama ni nani, tunajitahidi. Kama ni netiboli wawe ni wanachama kama Zanzibar, sio kama Tanzania eh? kama nini, Zanzibar. Sawasawa na kila pahala tutajenga vyuo vya kuendeleza vijana vipaji vyao katika michezo mbalimbali, sawa sawa, vyuo maalum. Tutatafuta makocha wazuri, sawa sawa, waje wawafunzishi. Nataka baada ya miaka mitatu mine, Zanzibar inatajika duniani kwa michezo yote, ikiwemo mpira wa miguu sawa sawa. Tunataka iwe ni timu katika Afrika Mashariki na Kati, na tikisa sawasawa. Timu yoyote ya Afrika Mashariki na Kati wakaambiwa mnapambana na Zanzibar, watetemeke huko sawa sawa, wajue kwamba wanakuja kuchukua bao zao tu huko, hawana nafasi ya kufunga. Sawa sawa, tutawaendeleza vijana katika nini, michezo. Watoto nao vile vile tuhakikishe kwamba watoto wetu wanalelewa vizuri, wanapata malezi wanaostahiki kupata. Mayatima tuhakikishe wanalelewa vizuri, wanapata mahitaji yao yote sawa sawa. Tuhakikishe kwamba maeneo maalum yanatengwa kwa ajili ya watoto kuchezea sawa sawa. Leo katika miji yetu hii hamuna sehemu ambapo vijana watoto wanaweza kwenda kucheza. Sasa tunasema watoto wana haki zao, ni lazima tuzilinde haki hizo. Watu wenye ulemavu, tutahakikisha kwamba sheria inayowalinda walemavu inafanyiwa mapitio ili kuifanya bora zaidi, ili kuhakikisha kila mlemavu anapata huduma zote na fursa zote mtu wa kawaida anazozipata. tutahakikisha kwamba vyama vya walemavu vina nguvu vya kukutana na kuamua mambo yao na serikali kukaa nao bega kwa bega kuhakikisha matakwa yao yanapatikana. Tutahakikisha kwamba serikali inapojenga jengo jipya na hata mashirika ya umma na hata nyumba nyingine kama za kibiashara basi zinajengwa kwa aina ambayo wanawezesha walemavu nao waweze kufika katika ofisi hata kama kwa ghorofa kumi wafike kwa urahisi bila matatizo yote kabisa. Tuta itakuwa ni sheria itakayodhibiti ujenzi wa majengo yetu ili walemavu wasibaguliwe. Sawa sawa sawa, wananchi wazee wazee wanaitwa senior citizens. Hawa washatoa mchango wao kuijenga nchi yao katika sekta mbalimbali, wamefikia umri sasa, wanapumzika. Serikali mtakayoiongoza itahakikisha huduma muhimu zote hawa wazee wanapata, bila ya kulipa hata senti moja, zote huduma muhimu. Ataka kutoka eh, kutoka wapi, Mto Pepo kwenda Darajani, akipanda daladala, ile nauli inalipwa na serikali, halipi yeye. Sawa sawa <laughs> kabisa, italipwa na serikali. Sawa sawa. Ndio kuwasaidia wazee, tutajaribu kuelimisha watu wahakikishe kwamba wanawalea vizuri wazee wao, na yule ambaye hana watoto serikali itamlea. Sawa sawa, nyumba za kama sebleni zitafanywa bora zaidi, na ikiwezekana hata kujenga nyingine mpya. Sawa sawa, sawa sawa, waheshimiwa. Lakini katika tatizo moja kubwa ambalo linatukabili katika nchi yetu ni suala zima la madawa ya kulevya. Serikali itakayoongozwa na Mali Msefu itapiga vita uingizaji wa madawa ya kulevya kwa nguvu zetu zote. Sheria itafuatwa kama ilivyo, sawa sawa. Tutashirikiana na polisi kuhakikisha kwamba wote wale waleta madawa ya kulevya wanashughulikiwa. sawa sawa, wanajulikana shuk... wana ati Ahu...